Mfanyabiashara wa miaka 79 afikishwa mahakamani kwa kesi ya kughushi nyaraka. Mfanyabiashara mkongwe mwenye umri wa miaka 79, Sajjad Dawoodbhai amefikishwa katika Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu akikabiliwa na mashtaka kadhaa ya kughushi nyaraka na kuwasilisha nyaraka za uongo yanayohusiana na umiliki wa ardhi yenye thamani kubwa jijini Dar es Salaam. Mashtaka hayo yanadaiwa kutokea mwishoni mwa miaka ya 1990 ambapo anadaiwa kughushi nyaraka muhimu za kisheria kwa lengo la kujipatia umiliki wa ardhi isivyo halali. Kesi hiyo imesajiliwa kama kesi ya jinai namba 528 ya mwaka 2026 na ilisomwa mahakamani na Wakili wa Serikali, Titus Aron mbele ya Hakimu Mkazi Mwandamizi Beda Nyaki. Mshtakiwa anakabiliwa na mashtaka mawili ya kughushi nyaraka na shtaka moja la kuwasilisha nyaraka za uongo, makosa ambayo ni mazito kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Maelezo ya mashtaka ya kughushi hati ya ardhi. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, upande wa mashtaka unadai kuwa kati ya Disemba 1 hadi Disemba 3, 1998, na katika jiji na mkoa wa Dar es Salaam, Sajjad Dawoodbhai alighushi hati ya uhamisho wa umiliki wa kiwanja namba 28676 kwa nia ya kudanganya. Inadaiwa kuwa hati hiyo ilionesha kwa uongo kwamba mtu mmoja aitwaye Taiyabali Dawoodbhai alikuwa amesaini uhamisho wa kiwanja hicho, jambo ambalo mshtakiwa alijua si la kweli. Katika shtaka la pili, mshtakiwa anadaiwa kughushi hati nyingine ya uhamisho wa umiliki wa kiwanja hicho hicho, akidai kwa uongo kuwa alikuwa mkurugenzi wa kampuni ya Tanzania Glass Works Limited. Upande wa mashtaka unasema madai hayo yalilenga kuhalalisha umiliki wake wa ardhi hiyo kwa kutumia hadhi ya kampuni ilhali hakuwa mkurugenzi halali wa kampuni hiyo. Kuwasilisha nyaraka za uongo serikalini. Shtaka la tatu linamhusisha mshtakiwa kuwasilisha nyaraka za uongo kwa mamlaka za serikali. Inadaiwa kuwa kati ya Januari 1 hadi Februari 10, 1999, aliwasilisha hati hiyo ya kughushi kwa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, akijua wazi kuwa nyaraka hizo si halali. Hatua hiyo inatajwa kuwa ni jaribio la kuwadanganya maofisa wa serikali ili kupata umiliki wa ardhi kwa njia ya udanganyifu. Baada ya mashtaka kusomwa, Sajjad Dawoodbhai alikana mashtaka yote, akidai hana hatia. Upande wa mashtaka ulieleza kuwa upelelezi wa kesi hiyo ulikuwa umekamilika na kuomba mahakama ipange tarehe ya kusikiliza hoja za awali za kisheria. Maombi ya dhamana na uamuzi wa mahakama. Kupitia wakili wake Agastino Kusalika, mshtakiwa aliomba kuachiwa kwa dhamana akieleza kuwa makosa anayokabiliwa nayo yanadhaminika kwa mujibu wa sheria. Hakimu Nyaki alikubali ombi hilo na kutoa masharti ya dhamana yaliyolenga kuhakikisha mshtakiwa anapatikana kwa ajili ya kesi na hata kuhamisha mwenendo wa haki. Kwa mujibu wa masharti ya dhamana, mshtakiwa alitakiwa kuwasilisha wadhamini wawili wenye barua za utambulisho kutoka serikali za mitaa, kila mmoja akisaini hati ya dhamana ya shilingi milioni tano. Aidha, alikatazwa kusafiri nje ya mkoa wa Dar es Salaam bila kibali cha mahakama. Hata hivyo mshtakiwa, alishindwa kutimiza masharti ya dhamana, hususan kupata wadhamini waliokidhi vigezo na dhamana ya fedha, na hivyo akarudishwa rumande. Mahakama ilipanga tarehe ya Januari 22 ya mwaka 2026 kwa ajili ya kuendelea na kesi hiyo. Kosa la kughushi kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania, kosa la kughushi nyaraka na kuwasilisha nyaraka za uongo ni makosa makubwa ya jinai. Sheria inaeleza kuwa mtu yoyote anayebunia kubadili au kusaini nyaraka bila mamlaka halali, hasa kwa nia ya kudanganya au kujipatia faida, anakuwa ametenda kosa la kughushi. Kughushi hati za ardhi ni kosa linalopewa uzito mkubwa kwa sababu ardhi ni rasilimali muhimu yenye thamani ya kiuchumi na kijamii. Migogoro ya ardhi mara nyingi huathiri maisha ya watu wengi, uwekezaji na haki za umiliki. Hivyo, serikali na mahakama zimekuwa zikisisitiza ulinzi wa kumbukumbu na nyaraka za ardhi. Muktadha mpala wa kesi za kughushi. Kesi za kughushi nyaraka zimekuwa zikijitokeza mara kwa mara nchini, kuhusisha hati za ardhi, vyeti vya masomo, nyaraka za kampuni na hati mbalimbali za serikali. Vyombo vya dola vimekuwa kichukua hatua kali dhidi ya vitendo hivyo, kwa lengo la kulinda uaminifu wa taasisi za umma na kuzuia hasara kwa wananchi. Wataalamu wa sheria wanaeleza kuwa kesi zinazohusisha matukio ya zamani, kama ilivyo katika kesi hii, ambayo inadaiwa ilitokea zaidi ya miaka 25 iliyopita, huwa na changamoto zake ikiwemo upatikanaji wa ushahidi wa kihistoria na kumbukumbu kumbu sahihi. Hata hivyo, wanasisitiza kuwa umri wa tukio au wa mtuhumiwa hauondoi wajibu wa kisheria pale ambapo kuna ushahidi wa kutosha. Hatua zinazofuata. Kesi hiyo itarejea mahakamani kwa ajili ya kusikiliza hoja za awali, ambapo pande zote mbili zitawasilisha hoja zao kabla ya kuanza kwa usikilizwaji mkali. Endapo mahakama itaona kuna ushahidi wa kutosha, Kesi itaendelea hadi hatua ya kusikiliza mashahidi na ushahidi wa pande zote. Jamii itaendelea kufuatilia kesi hiyo kwa kina, hasa kutokana na uzito wa tuhuma zinazohusiana na umiliki wa ardhi na uadilifu wa nyaraka za serikali, masuala ambayo yana athari kubwa kwa mfumo wa haki na utawala wa sheria nchini Tanzania.